Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Tangazo la kuitwa kwenye usaili. Katibu wa Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma kwa niaba ya Wakala wa Usalama wa Afya Mahali pa Kazi OSHA, Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT, Tume ya Ushindani FCC, Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete JKCI, Chuo cha Maji wi Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TPDC, Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma, Makumbusho ya Taifa la Tanzania NMT, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji NIRC Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi Mafunzo ya Ufundi stad VETA, MDAS LGAS, Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam DIT, Chuo Kishirikishi cha Elimu Dar es Salaam DUCE, Chuo cha Sukari cha Taifa NSI anapenda kuwa taarifu waombaji kazi wote walioomba kazi kuwa usaili unatarajiwa kuendeshwa kuanzia tarehe ishirini na nne mwezi mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano hadi tarehe ishirini na nane mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano hatimaye kuwapangia vituo vya kazi waombaji kazi watakaofaulu wa wa usaili huo. Wasailiwa wote mnaoitwa kwenye usaili wanapaswa kuzingatia maelekezo yafuatayo. Usaili utafanyika kuanzia tarehe kama ilivyoorodheshwa kwenye tangazo hili. Muda na sehemu ambapo usaili utafanyika umeainishwa kwa kila kada. Kila msailiwa anatakiwa kufika kwenye eneo la usaili akiwa amevaa barakoa mask. Kila msailiwa anapaswa kuwa na kitambulisho kwa ajili ya utambuzi. Vitambulisho vinavyokubalika ni pamoja na kitambulisho cha mkazi, kitambulisho cha mpiga kura, kitambulisho cha kazi, kitambulisho cha uraia, hati ya kusafiria, leseni ya udereva au barua ya utambulisho kutoka serikali za mtaa. Wasailiwa wanatakiwa kufika na vyeti vyao halisi kuanzia cheti cha kuzaliwa, kidato cha nne, cha sita, astashahada, stashahada, stashahada ya juu, shahada na kuendelea, kutegemeana na sifa za mwombaji. Kila msailiwa atagaramikia kwa chakula, usafiri na malazi. Kwa waombaji waliosoma nje ya nchi, wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na kuidhinishwa na mamlaka husika, kama TCU, NACTVET au NECTA. Wasaili wote wa walioitwa kwenye usaili wahakikishe wanaingia kwenye akaunti zao <coughs> na kunakili namba ya mtihani, kwa kuwa namba hizo hazitatolewa siku ya usaili. Ratiba ya usaili wa mchujo Mwajiri, kada, tarehe usaili na mahali. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii, usisahau kusubscribe, ku like na kucomment katika channel yetu. Toa maoni yako katika sehemu ya comment section, lakini pia unaweza ukaangalia katika sehemu ya comment section, tumekuwekea linki ya kuweza kujiunga na magrupu yetu ya Telegram pamoja na WhatsApp, kwa update mbalimbali mbali pamoja na mafunzo mengine kama cryptocurrency pamoja na mitandao ya kijamii jinsi ya kuweza kupata pesa kupitia simu yako ya mkononi tu. Asante na karibuni. Imetolewa na sek Katibu Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma.